Ujambo wanafunzi, na karibu kwa somo letu la leo. Natumai umzima mzima na unaendelea vizuri hata unapojiandaa kwa mtihani wako. Katika somo letu la leo, tutaangazia umuhimu wa mandhari katika kazi ya fasihi. Kwanza kabisa, ni vizuri kuelewa maana ya mandhari. Mandhari ni nini? Mandhari ni mahali ambapo tukio hutokea, mazingira ambamo matendo yanatendeka. Katika kueleza umuhimu wa mandhari katika kazi ya fasihi, tutarejelea vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ambacho tutaangazia ni maudhui, hivi kwamba mandhari hujenga maudhui ya kazi ya fasihi. Kwa mfano, tukirejelea ile tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha kuna yale mazingira ya jikoni pale nyumbani kwa Sara. Tunampata Dina na Sara wako jikoni, Dina anaandaa chakula, tunaona moshi unafuka pale. Moshi huu unamfanya Sara anaanza kukohoa, tunapata kufahamu kwamba Sara ni mgonjwa. Hivyo basi maudhui yanayojengwa pale ni maudhui ya ugonjwa. Kipengele cha pili ni kujenga wahusika. Mandhari hujenga sifa za wahusika. Mfano, katika yale yale mandhari ya jikoni, tunampata Dina anaandaa chakula. Inamjenga Dina kama mpishi hodari, pia mwenye bidii na pia tunapata kujua kwamba alifika pale kumsaidia Sara. Tunaweza pia tukampa sifa ya msaidizi. Kipengele cha tatu ambacho tutaangazia kama umuhimu wa mandhari ni kuendeleza ploti. Mandhari husaidia kuendeleza ploti. Kwa mfano, tukirejelea ile tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha, kuna yale mandhari ya pale hospitalini ambapo Sara amelazwa. Sara anasifia hospitali ile, anasifia wauguzi, anasema wanamlaka mwema na wagonjwa. Tunapata kujua pia kwamba Neema amefika pale na Asna. Wamefika kumwona mama yao. Wanapanga kwenda kulipa bili ili wamwondoe Sara pale hospitalini ili arudi kijijini. Tunaona pale ploti inajengwa, vitushi vinaendelezwa. Asante.